Ujambo, popote pale ulipo, karibu tena zaidi kwenye pitapita pita za kwangu, nami hapa VMM, ukipenda Victor Mandala Mandala. Naam. na kwenye pita pita za kwangu hii leo nikafika katika maeneo kadha wa kadha, ni ruhusu basi nitakuwa naanzia eneo la Shanzu, Mombasa. Wenyeji wa Shanzu, Mombasa mpo? Naam, kule Shanzu kuna kisanga kilitokea kule, na kabla pale nikukumbushe kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Katika uh, pitapita za kwangu kaanzia eneo la Shanzu Mombasa, ambapo mwanadada mmoja aliyekuwa akiishi na mmewe hapa kwa miaka mingi hakuamini kuwa jamaa huyo aliagiza asihudhurie ya mazishi yake akiaga dunia. Jamaa aliugua na kufariki. Maandalizi ya mazishi yalipoanza, kaka yake akamjulisha mwanadada huyo maagizo ya mmewe. Kaka anakuja namwambia, eh, eh, eh, baba nani ama ndugu yangu eh, alisema We, akiaga dunia usihudhurie ya mazishi yake. Ah, huyo mama akadhani ni utani tu wa ndugu ya mume wake, anashindwa mimi nikose kuhudhuria mazishi ya mume wangu kwa nini? Ha, sema no hai akizubaa hivyo, yeye anafikiria tu ni mchezo. Then baadaye mama yake mzazi, mother in law, akatokea kule na wakili wa familia na wakakuja. Walipokuja ikaonyesha pale kwenye will mzee aliandika na akasaini, na signature ni yake, na aliandika vizuri tu. Nukiangalia, hata tarehe hajaandika sahihi, ameandika pale nyuma kidogo. Najiuliza, nini mke anaweza akafanya mpaka mzee ataki mke wake eh, akose kuhudhuria mazishi yake? Ama kwa upande mwingine pia nafikiria, ama aliona mke wake ni mtu ambaye atavunjika moyo sana, kwa hivyo akaona asije aone nikizikwa, maybe uenda kazirai. What do you think? Unafikiria nilipyo je? Ama ni, ama ni kitu kibaya sana alifanya mpaka mzee hataki ashuhudia kizikwa? Je, alihusika kwa mauaji au mzee sijui. Lakini ndio hayo. Naam, mambo ya kushangaza, tungepeleka kule Kisii. <coughs> He, kule Kisi. Na anaposema hivyo, no, of course, nikumbushe kule Kisi ambapo kuna kisanga kimoja kimetokea, ambapo kuna mama alikuwa ameolewa na wakatofautiana na mume wake. Na baada ya kutofautiana na mume wake, mume wake baada ya muda kiasi mume akaaga dunia. Alipoaga dunia, mama akawa anataka kuhudhuria tu kama mke. Lakini wakafika wakati wa kuchukua mchanga na kurusha kwenye jeneza, kwenye kaburi. Kila mmoja anarusha pale. Mama akakataa. Mama kukataa wenyeji wakaanza kumsukuma, duno alisuguliwa, akawekewa mchanga kwa masikio, kwenye mavazi ya ndani, kila pahali wakimsumbua, na mama akakataa katakata kata kutupa mchanga kwenye kaburi. Swali najiuliza, walienda wakavamia mpaka babake huyu msichana, wakamvamia pia. Baba alikuwa amekosea nini? Shuali nam. Kwa madai yao wanasema kwamba huenda alihusika kwa mauaji ya ndugu yao. Kwa hivyo anasema anataka kwamba atupe pale, ndio wakonfam hii mambo ya mila eh, unafikiria nini? Na niseme kwamba eh, kwa familia ya mwenda zake huyo mzee nasema makiwa sana. Mungu awafariji azidi kuwatia nguvu kwa jina la Yesu. Nikitoka kwa eneo hilo la Kisi nikarejea kule pwani, eneo la Kilifi. Kilifi kuna kipusa mmoja mjini hapa alilipuka kwa hasira alipogundua mpenzi wake alipanga njama avamiwe na kuporwa mali. Demu huyo aliarifiwa na mmoja wa wale ambao jamaa alitaka watekeleze uovu huo kisa, eh, kisha akahama ghafla nyumba aliyokuwa akiishi bila jamaa kujua. Naam. Naam. Mpaka ikafika wakati sasa walipokuja ndio akaconfirm. Najiuliza, mwanaume utafikaje tu mahali unapanga njama. Yaani mpenzi wako ana mali, so unajifanya unampenda. Kumbe ni ukora tu. Unampenda halafu unataka uchukue majamaa waende wamuibie. Watifu awa jamaa wenyewe unachukua waende wamuibie. Watafika mahali wa mrepu, watifu watafika mahali wa muue. Unatumana tu tamaa ya vitu. Msikio, the people are very heartless. Hiyo pia ni tabia chwara au sio? Naam, nikitoka kule basi nikavuka moja kwa moja. E, mpaka eneo la wapi, niruhusu nirejee eneo la chelelach kule e, chepalungu chelach kule chepalungu, ambapo polo mmoja wa hapa alijutia kujaribu kurukia usukani pindi tu e, alipopata habari kuwa rafiki, ya, rafiki na demu wake walikorofishana vikali. Sinema mtaani zinaarifu kuwa ama semasema mtaani zinaarifu kuwa, yani marafiki wengine ni waajabu yani huyu rafiki wanadada ni wengi, lakini alikuwa anakaa tu hivi, anangoja huyu jamaa akosane na mpenzi wake, ndio anyakue. Watu wengine ni waajabu, yani wanadada wamejaa wengi, hata wengine wamekosa watu, lakini yeye anangoja tu mwingine, anangoja tu akiachwa hivi. So aliposikia wamegombana, akakimbia huko, anataka kubadilisha serikali kila alikiona. Na ni tabia mbaya, nafikiria, au sio? Yani anangoja tu watu, lakini pia anasema ni rescue team, yani yeah, rescue team ulimwengu na mambo nimeachia hapo. Ni eneo la wapi? Kule Chepalungu, nikivuka mpaka Matu, Matu mjini kuna eh, mwenyekiti wa kamati kuu ya kanisa mmoja hapa alishtuka alipofumaniwa na pasta wake akiwa na mpango wa kando kwenye gesti. Inasemekana kuwa ingawa jamaa huyo ana mke na watoto watoto, an, ananyemelea vipusa. Yani, we una mke, una watoto hata. Na vipusa mtaani kisiri, alafu hata bado ananyemeleana na mtaani Yani, nataka uanze kufatana watu wako huko nje. Tabia gani hiyo, wanaume? Sijujiheshimu toshekana yule wakwako. Hatujifichaje kwanza, watu wa kanisa? Hatujifichaje? Siku ya arobaini aja utapatikana tu. Kwa hivyo ningekuwa wewe unaacha mapema haya. Nikimalizia basi nimalizie katika eneo la wapi? E, nimalizie katika eneo la ndhiwa homa bay, Ndhiwa homa bay. E, kuna makalameni kutoka eneo hili wanadaiwa kumwonya mganga aliyekuwa na mazoea ya kuwafichua kwa, kwa, kwa, watu kwa wateja wake. Maka, makalameni hao wanaokisiwa kuwa ku, ku, ku, wachawi walihofia vitendo vyao kufichuliwa kwa uma. Naam, huyu ni mganga. Unajua mganga ni kama daktari tuseme, mtu akienda kule anataka stori zake zibaki private, mtu asijue. Lakini huyu naye anafika mahali anasema ah, eh, unatoka karibu na so and so, hata yeye alikuwa huko. Yeye anajimarket, anataka kuonyesha watu kwamba hata watu, wale watu maarufu huwa anakuja huku, lakini kumbe hajui kwamba ana seti. Kuna wengine wanataka kujulikana. Hmm, inakuwa ni kitendawili. Kwa hivyo afanyeje? na kila ambacho nafurahi pale ni kwamba nashukuru huyu ni mganga na hao wengine ni wachawi. Kwa hivyo wanasemasemana, wana wanalipuana na kutoboaleana siri. Naomba hivi wagongane, may they be scattered the enemies of progress, may they be scattered. Maana mara nyingi wanaroga watu na kuchawi watu. Si you should not live for, you should not suffer for a witch to live. Wacha basi wakapatana ya kwao kule, kwa jina la Yesu. Wachaendelee kuvurugana, kwa hivyo ni sawa, wachavurugane, watoboane, watoboane siri za kwao. Alafu acha hiyo vitendo nafikiria ni vizuri waokoke au sio? Naam, ni katika pita pita za kwangu, mi hapa ni VMM ukipenda Victor Madomandala, ni ruhusa tufike tu pale. Naam, na usiondoke hapa kabla uweze kusubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe, kliki ya neno subscribe. Kiambia sign in, Sign in na Gmail akaunti yako. Copy the link hapa, weke komenti yako hapa chini. Na Mungu akutende wema. VMM ukipenda Victor Madomandala kwenye pita pita za kwangu nasema kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Subscribe. God bless you and bye bye.